Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia kuwa ni katika wale ambao kwamba wanamwenzi na kumfuata amira lmuminina Ali bin Abi Talib kadri ya weza ambao kwamba nimeweza. Pili, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipatia hii fursa kwa siku ambayo kwamba ni tukufu zaidi kama siku hii ya leo kuweza kutoa mchango wangu kuhusiana na Amiri al-Muminin Ali bin Abi Talib. Kwa vile muda ndio huo wa dakika ishirini na nafikiri sasa nishachukua dakika mbili tatu, kwa hivyo nina dakika zingine ambazo kwamba ni chache zaidi, na kulingana na vile ambavyo kwamba nimeangalia, nilikuwa nataka kusema mengine, lakini naona madrasa ndio nyingi, na ndio hivyo tutakuwa ni wenye kuongea yale ambayo kwamba yanatuhusu kama madrasa au umri. Kwanza kabisa katika mazungumzo yangu yatakuwa tu nikiendelea kuendelea yale ambayo kwamba nilianza jana. Najua sio nyote tumekuwa pamoja, lakini wale ambao kwamba tulikuwa nao mnajua na, penye tulikuwa wala ambao kwamba tulikuwa nao usiku wa jana ahlughashie, tuliweza kuongea katika huo usiku mambo ambayo kwamba ni mazuri kuhusiana na Imam Ali kwamba yeye ndio mtu wa kwanza, na kwa kila kitu alikuwa ni wa kwanza na moja ambayo kwamba tuliweza kutaja ni kwamba Amiri Almuminina Ali bin Abi Talib alayhi salam, ma salli ala Muhammad, sio mara moja, sio mara mbili, mara kadhaa amekuwa akionyesha kwamba yeye ni bora, na ndio hivi akatawazwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akijua kwamba huyu ni bora zaidi akatawazwa siku ambayo kwamba ni siku bora zaidi, siku kama ya leo, mwezi ambao kwamba ni bora, mahali ambapo kwamba ni bora, na akawa ni mwenye kutawazwa wakati ambapo kwamba ni kila mtu yuaona, wakati wa adhuhuri jua limechomoka kweli kweli. Na Mtume, mara nyingi, Imamu Ali alikuwa kila wakati mtume akitaka kufanya jambo alikuwa analiweka mbele ya watu wote, ili kwamba watu wasiseme kwamba, ah, bwana mtume yuampendelea Imam Ali. Na ndio jana tumetoa sababu nuzul ya aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambayo kwamba inajulikana kama hiyo aya ya kutoa sadaka Ayatu najwa kwamba: enyi mlioamini, ya ayuha alladhina amanu idha najaitum rasula faqaddimu bayna yaday sadaqa, kwamba mnaponongonezana na mtume kabla ya kunong'onezana naye au kwenda pembeni kusema naye in secret, toa sadaka, kwa sababu wakati huo matajiri walikuwa wanaona kwamba ni kwa nini tuwe ni wenye tuwe pamoja na wale ambao kwamba ni maskini. Kwa hivyo walikuwa wanamweka mtume kando, wanasemezana na mtume. Sasa Mwenyezi Mungu subhana wa Taala akatujaribu. Nasema kutujaribu, kwa sababu nimo ndani akajaribu Waislamu wakati huo, kwamba kabla hujaongea na mtume, toa sadaka. Wale ambao kwamba tulikuwa nao jana ni wangapi ambao kwamba waliweza kutoa sadaka kwa ajili ya kuongea na mtume? Wale matajiri wote ambao kwamba walikuwa wanaongea na mtume kisirisiri, ki hawakuonekana tena, wakawa wamepotea. Lakini akatokeza mtu mmoja ambaye kwamba ni bora huyo, akachukua hiyo opportunity vile Mwenyezi Mungu ameamurisha, na akawa ndi mwenye kutekeleza huyo. Si mwingine isipokuwa ni nani? Ali bin Abi Talib salawatu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Kila siku amiri almu'minin alikuwa anatoa dinari moja anatoa dinari kama sadaka, na anakuja anasemezana na mtume peke yake, kwa sababu watu, ikifika wakati wa kutoa inakuwa ngumu kidogo. Matajiri wamekataa kuja kusema na Mtume kwa sababu imekuwa ni amri kwamba utoe kitu kidogo ndio useme na Mtume. Lakini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, baada ya siku kumi, amirul muminina peke yake yuaongea na Mtume siku hizo zote, siku kumi. Ndio hiyo aya ikakuja, au hukumu ya hii aya ikakuja ikafutwa aashfaktum an tuqadimu baina yadai rasulillah sadaqat, kwamba nyinyi mmeshindwa kuweza kutoa sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele yani kwa, kwa, kwa, kwa Bwana Mtume salallahu alaihi wasallam, ikiwa kwamba wataka kusema, kusema naye. Kwa hivyo ikawa ni kwa sababu ya amiri lmuminin Ali bin Abitalib kuweza kutoa hiyo sadaka. Hii aya ikawa ni nye au hukumu ya ile aya ikawa ni wenye kutolewa. Abdullah bin Umar mwanawe Umar asema kwamba, katika Zamakhshari anasema ile jambo kwamba nilimhusudu ali bin Abi Talib kwa mambo matatu. Mambo matatu. La kwanza ni kwamba Ali bin Abi Talib yeye peke yake ndiye alipata opportunity ya kumwoa bi Fatima Zahra. La pili ambalo kwamba nilikuwa nilimuusudu Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib ni yaumuraya, ita'uraya siku, Mtume alisema kesho, nitampatia mtu bendera ambaye kwamba yuwapenda Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu na mtume wake wanampenda. Na kesho yake akapewa nani? Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, siku ya Khaybar la tatu ambalo kwamba inamhusudu Amirul Muminina Ali bin Abi Talib ni hii aya ambayo kwamba nimeshahitaja Ayatu Najwa. Hizo vitu vitatu nafikiri mshike vizuri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Huo tu ilikuwa ni kama namna ambavyo kwamba Amirul Muminin Ali bin Abi Talib alikuwa ni wa kwanza katika kufanya kutekeleza kila jambo. Na bado hili ni jambo ambalo kwamba nazidi kuangalia kwamba kwa kila aya ambayo kwamba ilikuwa inatokea ya ayuha alladhina amanu, Im, Imamu Ali mpaka angekuwa mwenye kutekeleza hilo jambo. Kama ni la kukatazwa, Imamu Ali atakataa atakataa kufanya na ni kama ni jambo la kuamrishwa Imamu Ali lazima atalifanya. Ye alikuwa ni mtu wa kwanza wa kwanza. Kitu cha pili ambacho amba kwamba naweza kusema kwa hizi dakika ambazo kwamba zimebaki ni kuhusiana na utu wa amiri lmuminin, insania, utu ambao kwamba alikuwa nao al-humanity yake hata na wale ambao kwamba walikuwa hawampendi. Yasemekana Bwana Mtume Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad, kwamba hii ni Asbagh bin Nubata wasema ili jambo. Asbagh bin Nubata ni katika wale khawas wa Amir almu'minin Ali bin Abi Talib atoa kisa ambacho kwamba ni muhimu sana kuangalia na kusoma darsa kwa Amirul Mu'minin, kutoka kwa Amirul Mu'minin kwamba walikuwa wanaenda Madian, na katika kundi lile kulikuwa la Amirul Mu'minin. Unajua alikuwa na wale walikuwa wanaitwa Mahawarij. Mmoja wa Mahawarij alikuwa anaitwa Amru bin Hurayth, walipofika njiani akakataa kwenda na kuendelea sa njia sawa na Amir al-Mu'minin akachukua njia nyingine pamoja na mahawariji wengine saba. Walipofika njiani, Amr bin Hurayth akawa ni mwenye kwanza. Kawaida mahawariji walikuwa na shaka na Amir al-Mu'minin na uimamu wake. Nataka kuona kwa sababu waliona, nafikiri mwajua mjusi ule anaitwa mjusi kafiri ya mjusi kafiri, walikutana na mjusi kafiri lizard, na likamwingia akilini huyu Amr bin Huraith kwamba vipi, nikichukua baia, sisi sote tuchukue baia kwa huyu, mdudu, huyu huyu mnyama huyu lizard, chukue baia, tuseme kwamba wewe ndio imamu wetu Nataka kujua ikiwa kwamba kweli Ali bin Abi Talib ataweza kutambua hili hatuko pamoja. Nataka kujua kama ataweza kulitambua hili, kwamba tumechukua baia kwa mwingine, lakini sasa hivi ni mnyama. Naam, kweli walifika mpaka pale ambapo kwamba Amiri Lmuminina alikuwa na alikuwa msikitini siku ya Ijumaa, alikuwa anatoa khutba mara walipoingia Amir Lmuminina Ali bin abi Talib akawa ni mwenye kunena jambo ambalo kwamba ni muhimu sana, mpaka Amru bin Hureit akawa ni mwenye kuanguka chini kwa aibu. Na hiyo khutba ilikuwa ni kwamba siku ya Kiama kila mmoja atakuwa ni mwenye kunyanyuliwa au kufukuliwa pamoja na maimamu imamu wake kama imamu wako atakuwa ni Ali, basi uta, utanyanyuliwa na Imamu Ali bila shaka. Kama wewe, kuna baadhi ya watu ambao kwamba wameamua kutoa baia kwa mjusi kafiri. Amr bin Hureit aliposikia hili akajua kweli huyu ni imamu, na ndio hii aya ambayo kwamba nimeitaja, wajaalna minhum aimmatu yahduna biamrina, kwamba kuna wale maimam Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, maimam ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu subhanahu wataala anawaongoza. Hii tu ni moja ambayo kwamba inaonyesha namna ambavyo kwamba amirul muminin alikuwa na ilmul ghaib moja. Pili, je, aliweza kuwafedhehesha? La, hakuwafedhehesha, bali wenyewe kwa nyo, nyo, kwa, kwa nyoyo zao walijua kwamba lile ambalo kwamba wamelifanya ni jambo ambalo kwamba la aibu, jambo ambalo kwamba litawaingiza motoni. Bila shaka waliingia motoni baadaye, kwa sababu hawakuacha mienendo yao ya ukhawariji. uh, la mwisho ambalo kwamba ningependa kunena ni haki ya Amirul Muminina, namna ambavyo kwamba alikuwa anaangalia, anatizama haki za watu na haki za viumbe, mpaka wakati ambapo kwamba alikuwa anasema kwamba mimi siwezi kuchukua haki hata ya dudu chungu. Yaani, kama dudu chungu ame ana chakula chake mdomoni, siwezi kwenda nikachukua Hivyo ndivyo alivyokuwa, na hii ndio ilimletea matatizo mengi Amiri Almuminin Ali bin Abi Talib, kwa sababu moja, alipoanza kusawazisha kila mtu katika dola, kuna wale ambao walikuwa wanapata pesa nyingi zaidi kutoka kwa kutoka kwa kutoka treasury, na wakati huu sasa imam amesawazisha, hakuna maskini, hakuna huyu ni mtumwa, huyu ni mtu huru Hili limtetea matatizo amiri lmuminin ali bin Abi Talib kwa sababu ya kuweza kuweka usawa. Sababu ya muda sitaki kurefusha zaidi, mwenyezi Mungu subhana wa taala azidi kutumakinisha katika kufuata amiri lmuminin ali bin Abi Talib, na tunapofufuliwa tuombe mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala awe ni mwenye kutufisha kwa wilaya ya amiri lmuminin na akitufufua atufufue.